za rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania. Hata unavyokuwa huko chini unaona, sasa wanaenda kumleta mtu kutoka huko chauma, sijui ni cha nini kile. Ndugu zangu, tanga tanga lala popote, tunataka mwanamke aliyetulia ye lazima Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ashinde kwa kura za heshima, mbunge atakayeletwa na chama chetu ashinde kwa heshima, madiwani wa kata wote kata 30 iwe ya Chama cha Mapinduzi, ndo tutaenda kuwapata madiwani wa viti maalum wale kumi. Msiwapende madiwani lakini kule kwenye kata unaregea, kama ni mwanamke ameshika fomu, nenda mukamsapoti, tusipoteze kata hata moja. Leo wameziwasilisha kwenu taarifa zilizonyooka zilizo sahihi zilizo nzuri, kwa kila mmoja kazi yake aliyoitenda. Uongo? Kweli, na nyinyi hapa mmepokea, mnashuhudia kwa kila mmoja kwamba ni hakika alichokiwasilisha ndicho kilichotendeka kwenye kata zetu na kwenye tarafa. CCM oye! Hivyo mimi niwapongeze madiwani, lakini niwaombeeni kila la heri. Hili ni baraza lenu la mwisho na sisi kukutana. Neema ya Mungu ikawafunika na baraka za Bwana zikawe nanyi. Ni mwanzo tukiendelea kuwepo, hata sisi tutaendelea kutenda mengi na mazuri. Kipenga kimepulizwa, watu tuko mchaka mchaka, tunakwenda sasa kupambana. Niwaombe wanawake hawa, kamati za utekelezaji za kata, hapa ndipo wakati sasa wa kutumia zile timu zetu za kampeni. Niwaombe ni nendeni, makatibu wa kata na nyinyi kamati za utekelezaji, nawaagiza mkaitishe timu za kampeni, mkaziweke sawa. Kuna wengine mpaka sasa hawajuani. Wongo kweli? Naomba mkaziitishe, ziko chini ya kamati ya utekelezaji, ili muda ukifika, wakwenda kutafuta ushindi wa chama cha mapinduzi, sote tuwe tunaimba wimbo moja, CCM oyee. Kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnayoifanyia jumuiya hii ya ya UWT, hongereni sana. Leo mnafanya jambo kubwa, mnafanya jambo zuri mnafanya jambo la kihistori kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani kutoka kwa madiwani wetu, kila ambacho wametekeleza kwenye maeneo wa yao. Na mimi na imani kwa Serengeti, madiwani hao wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Hongereni sana, wamekisaidia hiki chama, wamemsaidia Mama Samia, wameisaidia CCM, lakini wamewasaidia wamama na wananchi wa Serengeti kushirikiana madiwani wa kata ambao wanafanya kazi kubwa ya kutekeleza ilani kwenye wilaya yetu ya Serengeti, hongereni sana. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tunakwenda kwenye uchaguzi. Nyinyi mnayo nafasi yenu, leo mnapokea utekelezaji wa ilani, mtawachuja wale ambao wanaleta utekelezaji wa ilani mbele yenu, mtafanya maamuzi nani amefanya kazi vizuri lakini nani ambaye hakutenda vizuri, lazima mtumie haki yenu ya kidemokrasia. Tusichaguane Serengeti kwa undugu, tusichaguane Serengeti kwa ueneo, tusichaguane Serengeti kwa ukoo, tusichaguane kwa ukabila, hatutapata viongozi bora.